Ijumaa ya mwisho wa mwezi mtukufu Ramadani. Shukurani dhabati ni za Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa kutujalia na sisi tukaweza kufika katika ijumaa hii ya mwisho wa mwezi Ramadhani. Wako wengi miongoni mwetu ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala hakuwapa taufiki ya kufika katika ijumaa hii ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani. Tunapasa kusema alhamdulillahi rabilalamin katika mikononi mwangu bado tunaendeleza darsa ambayo tuliacha katika ijumaa mbili zilizopita. Lakini leo katika mada ambayo tuliongea, tuliongea mada mbalimbali, lakini hususan kulieleza fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani na yale ambayo yanapasa kuwafanya katika mwezi lengo sababu ya kuletwa Ramadhani ni sababu ipi? Ni yapi malengo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuleta Ramadhani? Ziko faida nyingi za kiroho na faida nyingi za maisha ya kilimwengu. Haya tunaona katika hicho faida za kufunga Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, katika moja ya mihadhara ambayo iliweza kuhudhuria, niliweza kuleta somo kuonyesha faida za somo katika ulimwengu wa kiroho, na tukaeleza faida za somo katika

watu kabla ya ili mpate kupata uchamungu. Nataka kufahamu nini maana ya uchamungu. Ijumaa leo ni wakati wa kujitathmini ngizangu. Ramadhani imeenda kwenye eneo la mwisho, tuko mwisho mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni tathmini, wa mwezi wa kujitathmini yakuiyatanguliza mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, isamu nafsi yangu ka mema mangagu umefanya katika mwezi wa Ramadhani. Ni tathmini wewe mwenyewe kabla ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, utaweza kujua wewe, je, umefika katika lengo la mwenyezi Mwenyezi Mungu? Ni le Mwenyezi Mungu anaposema laallakum la tattakun mfika katika ucha Mungu. Utajijuaje wewe umefika katika ucha Mungu? Tutajaribu kusoma hutba katika kitabu cha Nahjul Balagha, maneno ya khalifa wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Utachukua nta baadhi na haraka haraka, na mada yake aleo mcha mcha Mungu ni yupi, na wewe utajitazama katika sifa ulizonazo, utaweza kujijua, je, wewe ni mcha Mungu au si mcha Mungu? Goodwill na jamii.